Mapenzi, mapenzi, mapenzi mwanzoni huwa ni matamu sana endapo ukampata mtu ambaye ni sahihi kwako, lakini kwa kijana Ridhiwani mapenzi kwake yalikuwa yanapicha tofauti. Kipindi ambapo alipokuwa mdogo, yeye pamoja na marafiki zake wawili akiwemo Murari pamoja na Bindi ambaye alikuwa ni wa kike walikuwa wanaishi vizuri sana, lakini pia walikuwa wanapendana. Siku moja, kipindi ambacho alikuwa anaendelea na michezo, mshikaji anafanikiwa kukutana na bimdada mmoja wa Kiislamu anayetambulika kwa jina la Zoya. Ridhiwani alikuwa ni mtoto wa plisti kutoka katika dini ya Wahindu, lakini yeye hakujali hilo swala, bali penzi ambalo alilokuwa nalo dhidi yake pamoja na bimdada Zoya likamfanya akawa ni bodigadi kwa maisha ya bimdada Zoya mpaka katika utu uzima wao. Kwa sasa walikuwa bado wako shuleni, lakini yeye ye kila sehemu ambapo bimdada alikuwa anakanyaga, basi yeye ye pamoja na Murali walikuwa upande wa nyuma wakimfuatilia kila kitu ambacho alikuwa anakifanya. Zoya hakutambua ya kwamba amejipatia bodigadi ambaye alikuwa atazamii kulipwa, kwani yeye alikuwa anaendelea na maisha yake kama kawaida, rizwani leo anaambiwa na rafiki yake murari ya kwamba endapo usipoenda kumweleza binti hisia zako mapema, huenda siku moja ukaenda kula pilau pamoja na biriani kwenye harusi yake. Mshikaji akashtuka akaona kweli, endapo asipoenda kuongea, huenda kweli bimdada akaolewa na mtu mwingine. Leo anaondoka akiona furaha sana na baiskeli ya baba yake mbio mbio mpaka kwa bimdada. Anafika kitendo cha kumsimamisha tu bimdada, anageuka anamuuliza, mshikaji unataka nini? Kabla hajaongea kitu akala kibao kwa wengine wakashangaa, lakini pia hata angekuwepo muuni mwingine angekata tamaa, lakini kwa Diziwani kwake ikawa ni kicheko, akafurahi sana, leo kaguswa na mkono laini wa Zoya. Halo mshikaji, hatooga huyu! Hii ndio ikawa ni kauli mbiu yake, kila siku alikuwa anafanya kazi ya kwenda kumsimamisha bimdada Zoya, naye alikuwa afanyi makosa, alikuwa anautumia mkono wake vyema kumchezeshea vibao Diziwani. Baada ya kupigwa vibao takribani siku kumi na tano mfululizo, leo anafanikiwa bimdada kuweza kumweleza sehemu ya kwenda kukutana ili aende akaongee shida yake, lakini anamweleza na kutana na wewe, si kwa sababu ya upendo, bali ni kwa sababu umenifuatilia sana. Bindi anamwambia mshikaji, huyu bindada hauwezi ukamuoa, si ni bora tu uweze kuniowa mimi, lakini mshikaji anamsukuma bindi ya pembeni. Bindada alikuwa anamzimikia sana aliziwani tokea utotoni, lakini mwamba alikuwa anamshani mshikaji. Leo anafika anafanikiwa kukutana na bindada aliyekuwa anatambulika kwa jina la Zoya na kueleza yake ya moyoni kimtindo, bindada akalegea. Mwamba kipindi ambacho alikuwa anahitaji kuweza kupiga vitu laini mdomoni kwa bimdada Zoya akagundua mshikaji kumbe alikuwa ni Muhindu. Anampiga kibao cha kumi na sita na kumweleza hicho nimekupiga kwa sababu ya ujinga wako, kwani unatambua kabisa Muhindu pamoja na Mwislamu hatuwezi tukaishi pamoja. Riziwani leo anaamua kukata mshipa wa damu katika mkono wake ishara ya kumwonyesha bimdada jinsi ambavyo alikuwa na nahi, anampenda Zoya akamkumbatia Riziwani na kumweleza naye anampenda. Baba mtu baada ya kusikiliza pumba za binti yake akaamua kumhamisha shule aende akasome jini Zoya na Riziwani wanaagana kimahaba ya mazito, lakini Riziwani anasema hii ndio siku aliyotambua moyo haupo kushoto wala kulia, huenda ukawa upo katikati ya kifua, na hii yote ni kwa sababu ndio sehemu ambayo kwa sasa anajisikia sana maumivu. Mshikaji akajipa moyo akasema, huenda bimdada atakaporudi mambo yatakuwa sawasawa. Upande wa bimdada anafika mjini na hatimaye anajiunga na chuo, lakini baada ya kufika hapa akakutana na kijana mmoja hb sana anayetambulika kwa jina la Kundani. Huyu jamaa bwana alikuwa na nama ya kutosha lakini pia kwa sasa alikuwa anagombea urais ndani ya chuo chao. Baada ya matokeo kuweza kutoka, dada alitokea sana kuvutiwa na huyu jamaa kutokana na jinsi alivyo, kutokana na kujiamini kwake pindi ambapo alipokuwa anagombania haki za watu. Lakini pia leo bimdad anaamua kumpiga busu mshikaji, ishara ya kuonyesha tayari alishamzimikia Kundani na kumsahau kabisa mtaalamu wetu wa kazi ambaye alikuwa kamwacha shamba. Kundani naye akaonekana kumzimikia sana Zoya. Bwana mapenzi akaanza kwa watu hawa wawili Msh mshikaji bwana kwa sasa alikuwa na chama chake cha siasa ambacho kilikuwa kina nguvu sana ndani ya huu mji. Yani hata wanasiasa wengine wakawa wanamfuata ili waweze kuunganisha nguvu, kutokana na watu ambao mshikaji alikuwa nao kwa nyuma, hata askari polisi walikuwa wanamwogopa na, na yeye kio yake kubwa alikuwa anahitaji mwaka huu aweze kugombea na kupata nafasi ndani ya bunge la taifa lao ili apeleke kero za raia pamoja na wanafunzi. Wakati huku mapenzi akiwa ni motomoto, upande wa pili ziwani, yeye alikuwa anaendelea kumsubiri bimdada Zoya bindia leo anajaribu bahati yake kwa Riziwani kueleza hisia zake, lakini mwamba anamtolea mbavuni bimdada bindia na kumweleza yeye anamsubiri Zoya na anaamini akirudi tu basi watafunga ndoa. Leo Riziwani anapata taarifa Zoya anarudi, akaamua kwenda kununua suti nzuri. Murari akampeleka mpaka stesheni, mshikaji akawa anamsubiri Zoya huku akiwa ameshika maua. Zoya anafika akiwa na rafiki yake ambaye huyu bimdada alikuwa ni mdogo wake na mtaalamu wetu Kundani, lakini cha kushangaza anampita Riziwani bila hata kusimama. Yani, mshikaji alikuwa haonekani kabisa. Riziwani karudi kwa muda akiwa anahuzuni sana, lakini muhuni akamweleza huenda bimdada amekaa sana tauni na soda yako ameisahau. Riziwani akaanza kufanya harakati za kwenda kumkumbusha bimdada juu ya penzi lao la mwanzoni. Zoya akafanikiwa kumkumbuka Reziwani na kwenda kusalimiana naye, lakini bimdada hakumkumbuka kama mpenzi wake, bali alimkumbuka kama ni kijana ambaye alikuwa anamfuatilia sana. Reziwani alikuwa anafahamika sana nyumbani kwa kina Zoya na hii ni baada akuweza kufanya kazi kwa bidii sana ndani ya hii familia, ili mradi tu aweze kuweka ukaribu yeye pamoja na baba mkwe, ili siku akija kueleza jambo lake mzee asiwe na hiana, bali ampatie binti yake. Lakini leo mzee anamweleza mtaalamu wetu Riziwani andaye vijana waweze kumsaidia kuweka viti pamoja na kulemba ndani ya hili eneo, kwani mzee anadai ya kwamba leo anakuja kijana ambaye yeye alikuwa akamtafuta ili aweze kumuoa binti yake Zoya. Zoya wakati wa jioni anamwita Riziwani na kumweleza hahitaji kuolewa na huyo da daktari mshikaji akafurahi sana, lakini bimdada akamweleza anaomba amsaidie kuondokana na huu msala, kwani la sio atachukua jukumu la kuweza kukata mshipa wake wa damu na kuweza kutoa maisha yake. Riziwani akaamua kwenda kumshawishi bimdada bindia pamoja na Murari, safari ikawapeleka mpaka hospitalini ambapo huyu daktari alikuwa anafanyia kazi. Bindia akatumika kama mtego wa kwenda kumtega huyu daktari, huku wao akiwa anafanya kazi ya kupiga picha. Picha hizi baada ya kufika kwenye mikono ya baba mkwe akakataa kabisa kuweza kumpatia binti yake huyu kijana, akaona kama vile huyu kijana alikuwa mtu mwenye tabia mbaya. Zoya hapa akafurahi sana, akawa anampatia sana muda Riziwani. Lakini siku hii ya leo, kipindi ambacho alikuwa akabebwa katika kiskuta, akaanza kumwelezea Riziwani juu ya kijana ambaye alikuwa anampenda sana chuoni, ambapo alikuwa anasoma. Binti anasema anatamani sana kuolewa na yule kijana na wala siyo mtu mwingine. Riziwani baada ya kusikia hizi pumba, akapeleka kiskuta mpaka ndani ya maji na kumwacha bimdada, kisha yeye akajichenga. Muda anamkuta rafiki yake Riziwani akiwa kakata mshipa wa damu anaona ya kwamba maisha ni kitu gani, hayana thamani yoyote endapo hasipokuwa na mahusiano na bimdada Zoya mshikaji. Kipindi ambapo alipokuwepo hospitalini, anafika Rashmi ambaye alikuwa ni rafiki yake na Zoya, anamweleza bimdada anakutafuta sana, anahitaji azungumze na wewe mshikaji. Baada ya kuelekea kwa bimdada Zoya anamkuta akiwa analia, anamweleza siku nyingine usifanye ujinga kama huu, hakuhitaji kuondoa maisha yako mwenyewe. Lakini pia anamweleza Rizwani anahitaji aende akamsaidia kuzungumza na baba yake ili yeye apate nafasi ya kuolewa na yule kijana aliyekuwa anampenda, kwa kwani bindada anadai riziwani alikuwa anakubalika sana na baba yake, hivyo endapo akienda kuzungumza naye hatoweza kupindua. Riziwani anaenda kuzungumza na mzee kiutu uzima, baba mkwe anakubali kwa binti yake kuolewa na kijana kutoka mjini. Japokuwa hili swala lilikuwa linamuumiza sana riziwani, kwa sasa aliona ndio utakuwa ni uamuzi sahihi. Safari ikampeleka mpaka kwa bindada bindia, anakwenda kumweleza kama atakuwa tayari anaomba aolewe naye, bindia akakubali, lakini huyu ndio akawa ni bwana harusi wa kwanza ambaye anavaa nguo ya harusi huku machozi yakiwa yanamtoka, sio machozi ya furaha badi alikuwa ni machozi ya uchungu yakiwa yamechanganyikana na huzuni ndani yake. Muda linafanikiwa kumwonyesha gazeti ambayo linamwonyesha kijana tokea mjini, anasemekana eti alikuwa ni Muislamu, kumbe naye alikuwa ni Muhindu. Kama mtaalamu wetu Riziwani ama Kundani mshikaji akaondoka mkuku mkuku mpaka arusini akaenda kulisanua, ili swala likapelekea mshikaji wetu kutokea tauni kutembezewa kichapo cha kutosha. Anakujaje kuongopa na kuondoka na binti wa kiislamu ungali yeye alikuwa ni Muhindu? Kundani anachezeshewa kichapo na bimdada alikuwa natambulika kwa jina la Rashmi na kuelezwa kwamba yule alikuwa ni kaka yangu. Lakini bimdada pamoja na Kundani bila kumsahau mshikaji wetu Morali wakaondoka kwenda kumtafuta Akramu akafanikiwa kumkuta akiwa yupo hoi, wanamchukua na kumpeleka hospitalini. Mshikaji anaza kupatiwa matibabu. Kundani anakuja kushtuka, kumbe alikuwa akamwahidi bimdada bindi ya siku ya leo kufunga naye ndoa. Baada ya kufika nyumbani, baba mtu anampiga na masufuria na kumfukuza. Kijana wake anamwona ni kijana mshenzi ambaye ameandaa shughuli na kutokomea kusikojuli tukio lilimfanya pia bimdada aliyekuwa anatambulika kwa jina la Zoya kuweza kukata mshipa wake wa damu, yaani aliona hataweza kuishi bila penzi la Akramu. E bwana, mshikaji alipokuwa hospitalini anamweleza Kunda alihamini kama mwanamke amepelekea maisha yake kuwa mabovu kama hivi. Akramu anamwambia Kundani anajuta sana kusikiliza ushauri wa Zoya, lakini pia hata Kundani naye anamwomba msamaha Akramu na kumweleza amsamehe sana kwa hiki ambacho kilikuwa kimetokea. Rashmi anamtambulisha Kundani kwa wazazi wake na kumweleza kwamba huyu ndo alifanikiwa mpaka kuweza kutusaidia kumpata Akramu. Wazazi wanamshukuru sana pasina kujua kwamba mshikaji yeye ndo alianzisha haya majanga. Zoya baada ya kupata fahamu anafanikiwa kukutana na Kundani, lakini leo anaamua kumtemea mate, hii ikionyesha ni kiasi gani ambavyo alikuwa anamchukia Kundani, lakini pia alikuwa tamani kabisa kuonana naye. Kundani yeye hakujali chochote, bali hapa akaamua kumtorosha bimdada, lengo ni kumpeleka sehemu ambapo alikuwa anaishi mtaalamu wetu Akramu pamoja na familia yake ili aende akarekebishe makosa yake. Lakini baada ya kufika leo anafanikiwa kuikuta familia wakiwa tempo, anaomboleza kifo cha Akram. Kundani aliumia sana, lakini kwa bimdada Zoya maumivu akamfanya kutokomea kusikojulikana. Baada ya kumalizika taratibu zote, mshikaji akaamua kwenda kumtafuta Zoya moja kwa moja, akatambua huenda atakuwa sehemu ambapo kilikuwa kinapatikana chama cha mtaalamu wetu aliyekuwa anatambulika kwa jina la Akram. Na kweli baada ya kufika Delhi, anafanikiwa kumkuta bimdada akiwa bado anaendelea kile chama kwani lengo lake alikuwa anaendelea kupambania ndoto ambazo Aklamu alikuwa akazianzisha, lakini mwamba akafanikiwa kuweza kuomba kazi ndani ya hiki chama, nao akampatia kazi ya kutengeneza chai rashmi baada ya kumkuta Kundani amefika ndani ya hili eneo aisi, alikuwa anamchukia sana, akawa anamtimua mshikaji, lakini Kundani akamwomba bindad aweze kumwacha akae, kwani anadai ya kwamba anatamani sana kufanya kazi ndani ya hiki chama kuliko kwenda kuishi mbali, huku akiwa anaishi siku zote na majuto kwa kila ambacho alikuwa akisababisha kene maisha ya Aklamu. Leo chama kinakaa chini na bimdada Rashmi anapendekeza Zoya kuwa kiongozi mpya badala ya Aklamu. Watu wote wanalipitisha hili wazo, harakati zinaendelea, huku Kundani akiendelea na harakati za kuweza kuwagawia chai, japokuwa uwepo wake ndani ya hiki chama bimdada Zoya alikuwa hatamani kabisa mwamba awepo. Lakini vagi ikainuka baina ya wakulima pamoja na maskari polisi. Inasemekana ndani ya hizi vurugu wakulima walikuwa wamemshikilia mwanajeshi mmoja na walikuwa hatamani kabisa kuweza kumwachilia askari polisi walijitahidi sana kuzungumza nao pasi na kuwa na matumaini yoyote ya kuweza kupata jibu. Chama cha Klamu kikiongozwa na bindada Zoya, baada ya kufika ndani ya hili eneo, na wenyewe wakawa wanahitaji kwenda kuzungumza nao, lakini wakazuiwa na askari polisi. Kundan akaenda kuzungumza na askari polisi ampatie ungali dakika tano, aende akazungumze nao. Baada ya kufika kwa wakulima, mshikaji akazungumza nao na akafanikiwa kurudi na yule askari. Kila mmoja alishangaa sana kwa hiki ambacho kilikuwa kimetokea. Sani bimdada Zoya akaona huyu jamaa mbona anaanza kuingilia mambo yake. Tukio likafanya wanachama wengi kuanza kumkubali mtaalamu wetu Kundan, kitu ambacho kikampelekea bimdada kuanza kuchukia, anaona mbona watu wanaanza kumkubali Kundan ungali yeye ndio alikuwa ni kiongozi, kwani kila sehemu ambapo alikuwa anatokea matatizo basi watu walikuwa wanamtegemea Kundan kuweza kupita mbele na kusovu hayo majanga. Siku moja pindi ambacho wakawa wanafunga matenti ili waweze kupiga kampeni ya bwana maskari polisi wakafika ndani ya hili eneo. Wakiwa wametumwa na kigogo wa serikali kuja kuvuruga hizi kampeni zao, kwani waliona hiki chama kilikuwa kina nguvu kubwa. Zoya akaona ngoja naye aonyeshe mabavu, akawa anabishana na askari polisi, anamweleza hataweza kufanya kama jinsi wao walikuwa wanahitaji, kama yeye anaweza basi apigane naye bwana. Kitu hiki mtaalamu wetu alikuwa anatambulika kwa jina la Kundan alikishuhudia, akashuka chini mbiombio na kwenda kuzungumza kipole na askari polisi, kitu ambacho kikampelekea afande kumweleza kwamba nao wanapokea oda kutoka kwa mtu anayetambulika na la vinodi wanachama wanaanza kumwambia Zoya bwana, haiwezekani kuanza kutumia nguvu, kwani zimebakia siku kumi peke yake ili uchaguzi uweze kupita, nasi tukianza kutumia nguvu na kugombana na maskari polisi, hii itatuletea shida kwa wananchi. Dada akainuka akawaka sana, akaweleza kwamba nyinyi mnamfagilia huyu mtu, lakini yeye ndiyo chanzo mpaka Aklam akapoteza maisha, na anaweleza mbona mimi ndio kiongozi wenu nanyi wala hamnipi krediti ambazo nilikuwa ninahitaji. Hapo akatokea mpasuko mkuu wengine wakawa wanamfagilia mtaalamu wetu, wengine wakawa wanampinga ikiwemo bimdada Rashimi akasema ya kwamba jamani, nyinyi hata kama mmeambiwa hayo maneno, mimi nawaeleza chama chetu kijana Kundani tokea afike kimeanza kuwa na mwelekeo mzuri na hata kama Akram angekuwa hai basi angemchagua Kundani. Mabishano kipindi ambacho alikuwa anaendelea na siasa ndani ya hili eneo alikuwa anatambua hiki chama bila Kundani ebwana kilikuwa akiendi kokote. Leo akawatuma maskari polisi kuja kutembeza kichapo tena, walikuwa wameongozwa na mtaalamu Vinodi. Wakati wanaelekea hospitalini, mmoja kati ya kiongozi ndani ya hiki chama ambacho alikuwepo mtaalamu wetu Kundani akamweleza hakika, wewe ni kiongozi mzuri, hivyo mimi ninakushauri usiondoke ndani ya hiki chama, wewe baki, achana na hao wanawake wawili ambao kazi yao ni kuweza kukigawa chama ibwana. Leo baada ya kufika hospitalini, Zoya anakutana na Siemu ambaye huyu alikuwa ni kiongozi katika chama cha upinzani. Anapata muda wa kwenda kuongea pembeni na Zoya. Sasa hawa walikuwa wanatambua ya kwamba endapo kunda Wasipomdhibiti mapema basi katika uchaguzi hawatotoboa. Anamweleza bimdada Zoya, sisi tutakupatia nafasi kubwa ndani ya chama chetu, lakini pia chama chako kitapata nafasi kubwa endapo tu ukimkabidhi Kundan ndani ya mikono yetu. Kazi ya bimdada ilikuwa ni simple sana wao walikuwa wanahitaji bimdad amshawishi Kundani asiondoke ndani ya chama chao mpaka siku ya kampeni yake ya mwisho, na siku hiyo ikifika, basi wao watafanya kazi ya kuwatuma maskari polisi kwenda kumpigia tukio Kundani na kumwangamiza pale pale. dad akakubali. Leo baada ya kufika sehemu ambapo kulikuwa kuna kambi ya chama, akaanza kuweka ukaribu na mtaalamu wetu Kundani kiunafiki, tena kuna muda akawa hadi anamkumbatia du, haise, wanawake huwa ni wabaya mwanangu, hatari lakini sio wote e bwana, maisha akaendelea. Siku ya kampeni ya mwisho ikafika, kundani akapigiwa simu na askari polisi na kuelezewa michongo mizima ya kwamba leo e bwana, ndani ya hili eneo usifike, kwani kuna tukio limeandaliwa. Lakini bimdada Zoya bila aibu anawaambia wenzake ya kwamba mimi na kundani tunapanda bajaji, nyinyi tangulieni na gari la kampeni. Kundani alikuwa tayari alishafahamu kila kitu kinachoendelea, lakini kutokana na hiki ambacho bimdada alikuwa anakifanya hakuhitaji kukataa, bali yeye akaongozana na bimdada mpaka eneo la tukio. Baada ya kufika, Zoya anampatia koti mshikaji ambalo lilikuwa linamilikiwa na, na mtaalamu wetu Akramu. Zoya anatoa machozi ya kinafiki na kumwambia maneno matamu ya kinafiki, lakini mwamba alikuwa anafahamu kila kitu, akamwambia bimdada usijali. Alifahamu ya kwamba hatoweza kurudi akiwa salama, bali hili alikuwa analifanya, kwani alikuwa anatambua Zoya alikuwa anamchukia sana. Mwanazengo akafika akaanza kupiga kampeni, lakini vurugu ghafla zikaanza kutokea. Ndani ya hizi vurugu mlengwa alikuwa ni ndani hakika, alitembezewa kichapo cha kutosha, yaani hawakumfungia macho hata kidogo. Taarifa zinaenea zinafika mpaka nyumbani kwa kinakunda ni bwana Murali pamoja na bimdada bindi, mbio anaelekea hospitalini. Siye anasimama mbele ya waandishi wa habari, anawaambia hili tatizo sisi hatujalisababisha, kama hamuamini, basi muulizeni zoya ambaye ni kiongozi lakini Zoya baada ya kusimama, akaongea ukweli mzima ya kwamba hili tukio lilikuwa limepangwa na bimdada ambaye alikuwa ni CM. Kipindi ambacho zoya alikuwa anashuka, askari polisi anamweleza haiwezekani kwa hiki kilichotokea, kwani yeye anadai alifanikiwa kumpigia Kundan simu asubuhi na kumwelezea kila kitu. Bimdada akabaki amechoka, kumbe Kundan alikuwa anafahamu kila kitu, ya kwamba bimdada zoya anampeleka aende akamwangamize, lakini yeye akamfuata tu bila hata kuzungumza jambo lolote. Du. Bimdada alibaki yuko hoi. Bindia anafika hospitalini akiwa ana huzuni sana, anamshika mshikaji katika paji lake la uso mwamba anachewa damu kama lita mbili na nusu Bimdada akarudi nyuma kwa uchungu lakini pia na uoga aliyokuwa nao, kwani leo anaona kama vile mshikaji wake ambaye alikuwa nampenda tokea utotoni huenda akaaga dunia. Bindia anatoka na kwa huzuni kubwa na kutana na Zoya, anamweleza hakika, huyu ni Kundani wako? Kwani Kundani wangu hakuwahi kuchewa damu toka tuki Kiwa wote utotoni. Zoya anaingia ndani anamkuta Kundan akiwa ndio hivyo amefumba macho. Bimdad akakaa kwa huzuni kubwa, sasa anaona madhara ya kile ambacho alikuwa amekifanya, lakini pia anagundua hakika amempoteza mtu muhimu sana ndani ya maisha yake. bindi ya pamoja na Murali kila mtu alikuwa analia kilio cha aina yake, yani walikuwa hawaamini kwa hiki ambacho kilikuwa kimetokea lakini pia mshikaji anasikika sauti akisema ya kwamba jamani eh, siku nikiamka nizuieni nisije nikazama tena kwenye penzi na huyu Zoya, naomba sana mnizuie. Lakini kwa sasa sina umuhimu wa kuamka, kwani nitamka kwa ajili ya nani? Ungali Zoya mwenyewe hanitaki kwenye maisha kabla. Hujafanya maamuzi kwa ajili tu ya heart breaking ya bwana, kumbuka kwanza watu muhimu ndani ya maisha yako. Huenda kuna mtu aliumiza sana moyo wako ikafikia steji mpaka ukaona maisha hayana thamani. Lakini kabla ya kuona maisha hayana thamani kwako, hebu kumbuka watu wa karibu yako ambao wanakupenda lakini pia wanathamini uwepo wako. Siku ukichukua maamuzi mabovu na ukapotea ndani ya huu ulimwengu, wao watabaki na maumivu ya aina gani? Mapenzi yanauma sana, lakini penda kwa stepu. Endapo ukiona haupendwi, basi chukua maamuzi ya kupiga moyo konde na kuendelea na maisha yako mengine, lakini tambua ipo siku moja utakutana na mtu ambaye atakupenda na kukuthamini. Kwa mfano, Kundani angechukua maamuzi, hakuacha fatilia Zoya na kuamua kumuua bi mdada bindi na kuishi naye asingekutana na maswaibu ambayo yamemkuta hivi sasa. Na bwana, hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushea, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyoka na kupoa kama hivi kila siku.